Ese, Ebalo. Mbele Ebalo. Ebalo. Mbele ya kuanza kuongea mambo mengi nitawaomba wa ndugu wasikilizaji wa radio television kio kutu kwa, katika kijiji cha Misisi umati wa watu usioweza kuhesabilika wamekusanyika wote kwa kuja kusikia hotuba ya wazalendo baada ya vita ambavyo vilizuka kuhusu habari za kamba. Baada ya kumaliza katika mji wa Lulimba, delegasio kutoka katika mji wa Uvira waliotumwa na viongozi wa wazalendo pamoja na gavana wa jimbo wamekusanya umati wa watu na ametubia Mheshimiwa Dalto wa Obwela ambaye alizungumza kuhusu habari za kuleta amani, na alizungumza ya kwamba wazalendo wote wanakuwa na lengo moja ya kusaka adui ambaye ni Munyarwanda wanakuja kuvamia nchi yetu, sio vita vya ukabila au vya wazalendo kwa wazalendo. Mheshimiwa Dalto wa Obwela alizungumza vilevile kuhusu makasho au magereza ambazo zimeundwa na wazalendo sehemu mbalimbali, na akaonyesha ya kwamba wazalendo hawafai kufanya vitendo kama vile watu walikuwa maulizo na watu watuanuwakika amani. Kumeingiana umati wa wazalendo wa famili pamoja na CNPSC na vikundi vyote a wazalendo walikuwa hapo wa kuja kusikiliza na kusema amani uomana mzalendo mwenye kwa kidogo, unatumikisha watoto wa watu wapa ordre na watoto wa watu wanaangamia, ana kesho utarepondre kuvile hau kufuatana na hiyo amani imeonekana kweli, imeingia katika kijiji cha Misisi baada ya hotuba ya Mheshimiwa Dalto wa Ubwela hapo ni na Luvumbu ambao ni coordinateur, vile vilevile vice presida wa FBB Bilosi Bishambuke, tayari naye amechukua neno la kuzungumza kuhusu amani imeingia kati ya FBB pamoja na wazalendo wanaitwa CNPSC. Tumsikilize kwa makini hotuba ambayo wamezungumza kuhusu amani kati ya kundi mbili za wazalendo. Tumsikilize pamoja na uh, wetbao kuja kumaliza hii maneno hapa. Uh, Coordination provincial uh, umetutuma na nafikiri na na hivi tuko Misisi, kila kitu kitakuwa sawa. Mheshimiwa ameshaongea mambo mengi e, kwa niaba ya wale vijana wa FBB ambao labda walidera ye, tunaomba ya kwamba wasiongeze tena, tunawaambia wasiongeze tena na kuishi ile makamba hakuruhusu tena mzalendo aweke kamba barabara, hiyo hiyo tunaita hiyo tunaita Mheshimiwa Naluvumbu alifungua kabisa kuhusu hakuna tena mtoto wa Fabebe ambaye anaweza anza vitendo kama hivyo walivyovifanya kuhusu kamba, na hakutakuwa kamba tena ata rafani fizi ambayo itakuwa ikitosesha pesa. Shukurani kwa raia na walishukuru sana na kusema asante. Baada ya hapo, Mheshimiwa Dalton wa Ugwila alipokea maulizo maswali mbalimbali mbali kuhusu sehemu za watu ambao wanakuwa na majela yaani, wazalendo walijiunga wakifanya majela na vilevile kuanza kuhukumu na kusambisha watu. Inaonekana hiyo nayo imevunjwa, kwa hiyo raia atakuwa na uhuru kabisa. Tunaona delegasio hapo iliyotoka Uvira Fizi Baraka, wazalendo walikuwa na umoja kabisa, wakiwa na lengo moja ya kutafuta amani katika tarafa la Fizi zaidi kimbi. Ni shukrani kubwa, amani imeingia na shukrani kwa raia.